Niwaombe sana watendaji, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Watendaji wa serikali wengi wanajihusisha na uchaguzi, mambo ya siasa. Niombe na nitoe wito, watendaji wote wasijihusishe na mambo ya kisiasa, la sivyo achana na shughuli zako hizo za utendaji, vua hilo gwanda, weka pembeni Njoo tuje kupambana kwenye majukwaa. Lakini unamkuta mtumishi wa serikali yupo kwenye kata husika, amtaki diwani wa eneo lile, yeye anakuwa sehemu ya kukaa vijiweni sasa na kuanza kumzungumzia diwani kwamba huyu, nyinyi hawafai, mulibugi tu kumchagua huyu. Yaani wewe unataka ukawe ndio msemaji wa wananchi kwenye eneo husika. Waachieni wananchi wenyewe wafanye maamuzi yao. Nyinyi mmekwenda pale kwenda kutekeleza wajibu uliokupeleka pale wa kikazi. Kama mwalimu kafanye kazi yako ya kufundisha, na kama mtumishi tu, kwa maana ya mtendaji, afisa kilimo, afisa mifugo, fanya shughuli zako za kuchoma sindano wa nyama. Habari za siasa waachie wanasiasa wenyewe. Hakuna anaye kuingilia kwenye shughuli zako wewe za kiutumishi. Nenda we, unafanya shughuli zako kiutulivu kwenye eneo hilo. Wewe mimi unitaki diwani, sawa. Kwa hiyo si bado utaendelea kuwa mtendaji a mtendaji wa mpeta si utaenda kuwa mtendaji wa, mpeta, mtendaji wa, wa, wa mkululu, bado utaendelea kuwa mtendaji. Hakuna mahusiano ambayo yakusababisha wewe usifanye kazi eti kwa sababu diwani wa mpeta wewe umhitaji, sio sawa. Waachieni wanasiasa wenyewe walumbane kwenye maeneo yao ya kisiasa, vumbi litoke huko, atake toka huko, wewe mpokee. Nasema haya Nimeanza kuona baadhi ya walimu wetu wameacha sasa kufundisha na wameanza kuingia kwenye mikutano ya kisiasa. Sio tu kuwa mwanachama, kwa sababu ni haki yako ya msingi, unaweza kuwa mwanachama, kuingia kwenye shughuli za kikampeni sasa kwa ajili ya kunadi watu, hilo hatutegemei kuliona kwenye maeneo yetu. Naomba sana, na tutakuwa wakali sana katika kipindi hiki cha kwenda mwishoni. Hiki tutakuwa kama watu waliojeruhiwa, na msije mkadhani kwamba watu hatutarudi hapa, tunarudi